Msichana analala, mtoto wa kike anatakiwa amke saa moja, saa kumi na mbili. Cha kwanza ajiswafi, afanye shughuli ndogo ndogo, hata kama huna kazi kwenda ofisini, lakini anatakiwa afanye shughuli ndogo ndogo za pale nyumbani. Then, kama kuna muda wa kupumzika anapumzika. Lakini watoto wa siku hizi akiamka saa nne, toka basi kitandani, kafanye shughuli, anashika simu ataanza atachati, mara yuko WhatsApp, mara Instagram, mara Viber, mara Facebook, mara BBM, mara Instagram mpaka saa saba mchana hajaoga hajapiga mswaki hajala yuko kitandani kama nyumbani kuna watu: "Dada, chakula tayari, nileteni huku." Huku hapo anakula, hajapiga mswaki, hajaoga, ila njaa imemkong'oa. Kitandani pale pale anakula. Kama mgonjwa. Akitoka hapo anaendelea tena kuchati mpaka jioni, akiona wazazi karibu anarudi, basi ndo anaenda anaamka, anakoga, anajifanya kujishughulisha pale, lakini simu mkononi. Sasa mbaya zaidi, anaweza kawa na rafiki yake boyfriend

Hawana kazi, vimekonda kisa simu. Huu ni wakati wa kuchati, huu yani ni wakati wa kazi, huu ni wakati wa kukana wenzangu, huu kubadilishana mawazo na kadhalika. Lakini mtoto wa kike yeye ni kuchati, saa ingine anasahau kula, kinakonda kisa simu, utakuta anacheka peke yake, yani mpaka mtu unajuta, jamani, huyu kwanini awe na simu? Akikosa simu tu mama anakonda anaumwa, utafikiri kafio na babake mzazi, kisa simu mbovu. He, jamani, hebu tulirekebishe hili jamani, ushamba umezidi. Mimi sasa hivi nikiona watu wako baa wana chati chati, yani hasira zinanishika, natamani nende kamwage kinywaji kinani. Hapigi yani, hapigi stori na wenzie dada, ujambo, sijambo, kimya. Weka simu pembeni, kwani wengine hawana simu? Weka simu pembeni, ongea na wenzio, cheka nao, badilishana nao mawazo eh? Lakini yeye yeah, akikaa tu mm. Um. Faida hakuna, hela huna, bwana wa maana huna, yani vurugu furugu tu. Hebu acheni mambo hayo bwana.